Katoe bogi kanisani, atasema wewe kabisa, usio roho wa Mungu, anaweza kaenda kushindana na Mungu akasema Mungu umenena, si kweli tena, anaanza kukemea, hii ni jini makata bogi. Lazima muwe na hela nyingi, changeni shilingi mia tano mia tano, wasaidieni wajane na yatima. Kuna majumba mengi hapa, every three months, hakikisheni mnawasaidia watu wanakula, alafu uone kama Mungu hawezi kuongezea zaidi Uanze ku practice tena kwa kumpenda mungu tena, usiwe na haraka eti unatoa leo. Sasa Mungu, Mungu, nimetoa, nime jana, mbona biashara haiendi? Jana nimekupa laki, unaomba Mungu, jana nimekupa laki yangu nikaitoa kwa moyo wote, nimejinyima. Mungu hii laki hujani au <laughs> ana laki tano halafu Mungu akamwambia katoe laki mbili na nusu e. Anasema hii siyo roho e, Mungu naomba, huu sio wokovu huu.